Jumla ya matukio 99 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo waathirika walikuwa ni 99. Waathirika wengi kwa mwezi wa Oktoba 2025 walikuwa ni watoto sawa na asilimia 92.9, wakifuatiwa na wanawake sawa na asilimia 7.1. Aina ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano matukio ya kubaka yalikuwa ni 47, sawa na asilimia arobaini nukta tano Tukio la kulawiti au kunajisi yalikuwa ni tisa, sawa na asilimia 7 nukta nane Kuingilia kinyume na maumbile matukio matano sawa na asilimia nne nukta tatu. Tukio la kutorosha yalikuwa ni kumi na tano sawa na asilimia kumi na mbili nukta tisa. Lugha ya matusi matukio matano sawa na asilimia nne nukta tatu. Shambulio la aibu au kukashifu matukio kumi na nne sawa na asilimia kumi na mbili nukta moja. Kutupa watoto tukio moja sawa na asilimia ziro nukta tisa. Kupa kumpa na kupokea ujauzito matukio mawili sawa na asilimia moja nukta saba usumbufu wa kingono tukio moja sawa na asilimia ziro nukta tisa. Idadi ya matukio kwa mwezi yamepungua kwa asilimia 6.6 kufuatia matukio 99 kwa mwezi wa Oktoba, 2025 ikilinganishwa na matukio 16 kwa mwezi wa Septemba, 2025. Matukio mengi yameripotiwa kuongezeka kwa mwezi wa Oktoba 2025 ni matukio ya lugha matusi, kutupa watoto, kumpa na kupokea ujauzito na usumbufu wa kingono. Haya ni matukio ambayo yameongezeka kwa mwezi wa Oktoba 2025. idadi ya matukio kwa mwaka yamepungua kwa asilimia thelathini na mbili nukta saba kufikia matukio 99 kwa mwezi wa Oktoba 2025 kutoka matukio mia na arobaini na saba kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na matukio kwa Oktoba elfu mbili na ishirini na nne Matukio mengi yameripotiwa kupungua kwa mwezi wa Oktoba 2025 isipokuwa matukio ya kuingilia kinyume na maumbile kutupa watoto kumpa na kupokea ujauzito na usumbufu wa kingono. Haya ndiyo matukio yaliongezeka kwa mwaka 2025 mwezi wa Oktoba. Wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba 2025: Wilaya Magharibi A imeripotiwa kuwa na matukio mengi ukilinganisha na wilaya nyingine, ambapo kulikuwa na matukio 18 sawa na asilimia 18.2 ikifuatiwa na wilaya Magharibi A imeripotiwa matukio 15 sawa na asilimia 15.2. Wilaya ya Wete imeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio, ambapo matukio mawili tu yaliyoripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 sawa na asilimia 2 Nukta zero. Wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya matukio ya kubaka ikilinganisha na wilaya nyingine ambapo jumla ya matukio ya kubaka ni matukio manane sawa na asilimia 17.0 kati ya matukio yote ya kubaka yaliyoripotiwa ya kwa mwezi wa Oktoba 2025 kati ya matukio